Tungeenda kuvamiana ingetokea mauaji makubwa. Kwa hiyo tungekuja, tungeenda, maana wao wanaoshoka, wanaomarungu, wanaopanga, wanaofiekeo. Mtazamaji wa Tesha Eye, ni usiku, tupo katika kitongoji cha Oltroto kijiji cha Ng'iresi kata ya Sokoni two halmashauri ya Arusha DC wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Tumefika hapa baada ya tukio la kijana mmoja ameuawa na mtu ambaye hafahamiki mpaka hivi sasa, lakini wanakijiji pamoja na wale ambao walishuhudia tukio hilo walifika katika kitongoji hichi kuja kutekeleza tukio la kuchoma nyumba ya ambaye wanamtuhumu. Tumefika hapa kuzungumza na majirani waliozima moto, lakini pia na uongozi wa kijiji hiki kufahamu chanzo cha tukio la mauaji, lakini namna ambavyo wahusika waliokuja kutekeleza tukio la kuchoma moto. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresi a Tesha, na hii ni Tesha Eye. Kwa majina yangu naitwa Ezekiel Levarako Lekasi, mwenyekiti wa kitongoji cha Oltroto. E, tukio la taaruki limeripotiwa kwamba kuna tatizo lilitokea kwenye baa ya mzee Thomas, watu wamegombana pale, mtu akawa ameumizwa na baadaye akapelekwa hospitalini, taarifa zikaja kwamba ameshafariki. Baada ya hapo, vijana wa kule juu Kimelok na Ngoika wakavamia kitongoji changu wakaja kuunguza nyumba ya William Mongas. Na baada ya hapo, wananchi wangu na wananchi wa kitongoji cha jirani cha Olewolos tukajikusanyika na wa Oligilai Kivesi. Tulipokusanyika tukataka kuvamia, lakini baadaye tukatumia hekima tukasema tuzivamie ili matatizo yasiwe mengi. Kwa hiyo baada ya hapo tukabaki kule, kule kama mita mia mbili, wakaendelea kuchoma nyumba. Baadaye walipoondoka tukaja saa kuzima moto. Kwa hiyo ndio tukio lililotokea mpaka saa hii. Labda waliochoma nyumba ni nani? Waliochoma nyumba ni vijana wa kule juu kitongoji cha Kimelo na Ngoika, kwa sababu ya taaruki ya kutokea tatizo la mauaji ya mwenzao. E, bado, bado sijapata vizuri, ndio Hapana, tungeenda kuvamiana, ingetokea mauaji makubwa. Kwa hiyo tungeenda, tungekuja, maana wao wanaoshoka, wanao marungu, wanaopanga, wanaofiekeo sawa eh. Sasa tunge, tungekuja sisi na watu wakwetu imepigwa yoe eh. Wametoka mikono mitupu, hawakujua kwamba ni vita. Baadae wachache waliotoka na silaha nikawazuia, nikawaambia hapana, tusivamiane maana tuta itatokea mauaji makubwa, na tukazuia hilo jambo lisitokee kwao. Mpaka sasa tunamshukuru Mungu kwa tumeweza kuzima moto na nini linaloendelea. Tunasubiri polisi, tumeshawapigia polisi, wanakuja. Mwenyekiti wa kijiji amewasiliana nao, wanakuja, alafu tutafanya nani, tutapata ripoti vizuri. Naitwa Mieli Simon, mkazi wa kitongoji cha Oltroto kijiji cha Ng'iresi kuhusu -huh, tukio kwa la mauaji, sisi kwa kweli hatuna wakanao au niseme kwamba eti asante, nilikuwepo hatukuwepo. Sisi tukio ambao tulikuwepo ni uvamizi wa vijana kuja kwenye nyumba ya wa mhusika waliosababisha kifo, tukawa tumefika hapa, mi ndio wa kwanza kufika pale. baada ya kufika pale Aa, nikawa nimewekwa kati na wao vijana. Baada ya kuwekwa kati ikatokea kijana mmoja kaniambia, wewe ondoka, sababu wanaweza wa vijana kumalizia wewe hasira. Na hao vijana kuja kuvamia pale walikuwa wanamtafuta ule kijana aliosababisha kifo cha huyo kijana mwingine. Kwa hiyo sasa hapo sisi tukawa tumeondoka, nikaenda nikawazoea akina mama kule kwamba wasi wasije huko pamoja na vijana wengine, maana tulichukua tulikuwa tunataka sisi tuvamie, tuli tuweze kugombana nao vijana lakini tukaangalia kwamba na mwenyekiti wa kitongoji cha Oltroto tukasema kwamba haina haja kwenda kusababisha vurugu, tukawaacha kuchoma moto, wakaondoka wakachoma, walipomaliza. E, lakini kwenye tukio la mauaji la mauaji hatuna, hatuna ushahidi iliyokamilika kwamba je kilichotumika ni nini. Nafikiria hapo ndo mwisho wa maelezo yangu mimi. mii chanzo cha ugomvi kinatajwa ni nini? Unajua, uh, mheshimiwa ni kwamba, e, tukio likisha kuwa imetokea watu wanaokota maneno sasa, wanavyokota maneno unapata taarifa ambayo sio sahihi. Kwa hiyo anayehusika na swala la kutoa taarifa kwamba, uh, tukio limesababishwa na nini ni ule muuza bar, maana watu wamegombana kwenye ba na sijajua kwamba walikuwa wameelewa au, au wanachogombania ni nini. Mtazamaji wa Tesha Eye, na asubuhi ya leo hii pia tumefika katika nyumba ya William ambayo usiku jana iliteketezwa kwa moto na wale vijana kutoka upande wa pili mara baada ya kumtuhumu kumuua katika baa ndugu yao ama kijana mwenzao wa kitongoji cha pili. Tumezungumza pia asubuhi ya leo hii na majirani kwa urefu kupata picha ya ujumla na wamezungumza mengi huku wakiomba jeshi la polisi na serikali kuchukua hatua stahiki dhidi ya wale waliofanya tukio hili. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha na hii ni Tesha ay. Mimi sijui hata niongee nini maana hili tukio limenikuta sehemu ambayo limenikuta. Mimi nilipata taarifa ya watu kwamba wanakuja kuchoma nyumba. Nikawaambia nikapata ni taarifa nilivyoambiwa, kaambiwa wahamishe wa watu, sikujua, kuamba, wa watu wa kwa sababu watakuja kuchoma nyumba. Nikawambia kwa sababu gani? Sikujua, sikujua kwa sababu gani. Wasema kwamba wanadai kwamba kuna watu wamegombana kule akiwepo mdogo wangu waligombana. Kwa hiyo sasa kuna mtu alipigwa sijui akafa, sijaelewa sasa. Kwa hiyo saa hiyo mimi sina cha kueleza zaidi, kwamba ninaeleza nini au hivi mnavyonihoji niwaambie nini? Kwa sababu kweli hili janga limenikuta sehemu mbaya sana. Ni mdogo wangu kweli, sawa, amemchomea nyumba usiku. Usiku nikatafuta msaada, sikuthubutu kutoka kwa sababu ningetoka nami wangeniua, sawa so, kwa hiyo nilivyo Nilivo, nilikuwa nakaa nampigia tu mwenyekiti wa kijiji simu kwamba aje atafute namna, hataite serikali ite polisi waje wastopishe hii kitu inaendelea hapa, lakini haikuwezekana. Walikuja late, walikuja kwa kuchelewa. Walipokuja kwa kuchelewa, tayari walishaunguza kila kitu. Baada ya hapo, sisi tukaendelea. Baada ya wao kuondoka, sasa majirani ndio wakabaki kuzima nini kuzima huo moto. Na walifanikiwa kuzima ikabakia masalio kama mnayoona. Ni kwa hiyo, kwa kweli, kwa kweli mimi sijui niseme ni labda serikali tu ifuate mkondo wake kwamba watafute hao wa watu waliofanya hivi, kwa sababu hata kama ni mwanadamu ndio amefanya tukio kule la nyumba ya familia ilikuwa na sababu ya kuchoma. Watoto, tulishaondoa watoto kwa sababu tulishapata taarifa kwa watu, kwa majirani, kijiji jirani kwamba kwamba waondoeni watu kwa sababu watu wanajiandaa, wamejiandaa wamejiandaa, wana nani, wanamimina petroli kwenye pikipiki ili waje wachome nyumba. Kwa hiyo sasa tulipopata hizo taarifa, tukakimbia kuwaondoa watu na hata ile nyumba jirani pale tukamwondoa bibi aliko kule ili wasija wakatoka hapa wakahamia huko nyumba jirani hmm. Hmm? Aa, ni wengi lakini nitakuwa nazungumzau kwa sababu sikuthubutu kutoka kuangalia. Nilikuwa nakaa mbali ili wasije wakafanya nini? Wasije wakanizuru na mimi. Watu wa huku kwa busara zao au busara wa viongozi waliwazuia kwa sababu wangekutana wale watu wa huku hao wenye jazba wa kuchoma nyumba hao nao wakakutana na hawa, na wangeuliwa, wangetokea maafa zaidi kwa kwa jina naitwa Petro, mwenyekiti wa tawi la Ng'iresi katika tiketi ya CCM. ili tukio imetusikitisha, kwani kwa hizi hata juzi wiki iliyopita kuna tatizo limetokea tu kwenye makaburi hapa, vijana wakaleta mgomo wa kuzika ambalo imeendelea kushangaza jamii, wakati tunaendelea na ufumbuzi kuonana na viongozi wa mila na wa kanisa, ili tuweze kufanya ya mambo vijana waweze kuwa na maadili, ikatokea tena hili jana. Kwa sababu kama mauaji yametokea upande mmoja, natulia serikali iweze kufanya majukumu yake, kwa sababu hakuna aliyemtorosha aliyefanya labda hilo hilo tukio la kupigana. Lakini tunaoomba hata leo nimemsii mwenyekiti wa kijiji baada ya ile tukio, waitane wasie mashuhuri wa mila, watu mashuhuri wa kijiji hiki wapo, hata wakina Mzee Loti bado wapo waweze kuelemisha jamii ili isijirudie tena haya mambo sau. Imesikitisha, watu wamekosa amani, kijiji kimekosa amani e, na sasa hata na unaililia familia kwa watoto ambao wameachwa, ma nyumba imeharibiwa, inasikitisha sana. Kwa hiyo ni waombe jamii hasa vijana wakajiangalia kwamba tas linapotokea wasubiri serikali ichukue hatua lakini sio kuchukulia asira mikononi mwa kuja kuharibu vitu vya watu mi, nilipigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji. Nilipigiwa kwanza na kijana mmoja wa jirani hapa, kaniambia ah, vijana wamekuja kufamia nyumba ya William huyu jamaa anaitwa William Mungas, kaniambia kwanini, wakasema wanasadikia oh, kwamba kuna kijana kijana kule juu ameuawa kutoka kitongoji cha Kimelo na mimi nilikuwa kule chini. Kwa hiyo nilipofika, nikakuta watu wengi huku, wao vijana wako wengi huku sasa wao huku, tukabidi tukasema tukianza kuja kuingiliana huku, ingetokea mauaji leo makubwa zaidi. Kwa hiyo tukawazi kwanza, wakabembelezwa wao, wakaondoka walipoanza kuunguza nyumba. Tuko pale ndo tukaja tukazima moto e, tukazima moto. Basi polisi nao wakaenda kuja saa tano, wakaenda wakafika eneo la tukio. Nafikiri wale wahusika wamechukuliwa jana kwa mahojiano zaidi. Majina yanaitwa Mika Herman Ngoine Lukumai walikuja ule usiku wa muda wa saa mbili na nusu saa tatu, wakashambulia nyumba kuchoma na baadaye kuondoka. Nadhani sababu ya kufanya hivyo ni baada uh, uh, ya kutokea ugomvi ambao ulisadikika kwamba kuna kijana wa hapa, sijui alitoa furugu huko, baadaye ikasemana kijana alifariki ndio sasa wale vijana wakaenda ku- kujumuika wote wakaja hapa e. Sasa hatujajua sisi kwamba kijana alifariki ni yupi, maana kwani hatukuwepo. Kwa jina naitwa Lot Sareyo, mimi ni mwenyekiti mstaafu. Kwa, tat, kwa tatizo lilotokea hapa kwa kweli linasikitisha sana, kwa sababu vijana wa sasa hivi hawambiliki na mimi nilipigiwa tu simu hapa ni kwetu pia, nikafika hapa nikakuta yaliyotokea, wanabomoa nyumba, wanachoma, lakini hatujaweza kuwasogelea kwa sababu walikuwa wanatafuta watu, hawana mipaka. Kwa hiyo kwa kweli nilichojua mimi ni haya tu, kukuta nyumba imeshabomolewa lakini mwanzo, si siwezi kujua ni nini. Wanavyosema ni kwamba vijana wamegombana kwenye baa, waligombana kwenye baa kwenye ulevi. Baada ya hapo, ndio wakagombana waka wakapigana, wakapigana na machupa, kwa hiyo ikatokea maafa kama hayo. Sina lingine nalolijua. E, la kufanya ni kushauri vijana tu, matukio kama haya yasitokee, kwa sababu ni mbaya, ni ya kukemewa, ni ya kukemewa. Vijana wasiendelee kufanya mambo kama haya. Kwa majina mi naitwa Jonas Lemeitei Kivuyo, ni mwenyekiti wa kijiji cha Ngiresi ambako ndiko kulitokea tatizo la mauaji jana. Kilichotokea ni mauaji ambayo mlikuja mkasiona kwa baada ya kwamba vijana walikuwa ba ugomvi ukatokea pale ba, sijajua ni taaruki ya wanawake, sijaona lakini ni ugomvi ulianzia kwenye ba. Athari zilizotokea hmm, ni mauaji ya kifo, kuli mmoja kupoteza maisha na baadaye vijana kutokea na kwenda kuchoma nyumba ya alesadikika kwamba ndiye alihusika katika mauaji yale. Siwezi kusema hilo kwa sababu sikuthibitisha, lakini pakusanyikapo tai pana msoga. Kwa hivyo yamkini labda ndivyo au sivyo, lakini pakusanyikapo tai pana msoga. Wana wengine wanasema ni mwanamke, wengine wanasema ni ulevi. Kwa hivyo lakini taharuki nyingi inasemekana kwamba ni mwanamke, lakini siwezi kusadiki haya, lakini nimeambiwa waposkanyako wapa kusanyikapo tai pana msoga. Kwa hivyo lazima inaweza sababu moja ama nyingine ikawa ndio. Ah ah, waliochoma nyumba ni zaidi ya vijana sabini waliotoka kitongoji cha Kimelo, kuna ngoika Eh. Ah, pana ni kitongoji, kijiji ni kimoja, lakini vitongoji tofauti. Eh, ni vitongoji vitano katika kijiji ninachokiongoza mimi. Hapana. Hapana, hakuna madhara yote ya familia iliyotokea. Zaidi sana ni uharibifu wa mali, kwa sababu hata njiani wamefeka migomba na nyumba ili kuunguzwa. E, kuna wachache tuliokamata kama muuzabaa, tumemkamata na mwenye nyumba tumemkamata pia na ndugu wa marehemu, si kwamba tumemkamata ili akaendelee kuendelea kusaidia, kwamba kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa anahusika katika kumpeleka marehemu hospitali, kwa hiyo anaweza kwenda kuelezea ila mpaka sasa naambiwa kwamba yule marehemu yule bwana hajarudi ndugu na, hajaru, na marehemu